Moment kuu ambayo ndio ilimtambulisha kwa mara ya kwanza, yaani kwa mara ya kwanza Watanzania wanamtazama Karim Mandonga kwenye event ya Vitasa ilikuwa ni hii. Ilikuwa ni mwezi Machi tarehe 26 mwaka 2021 kwenye uwanja wa Tanzanite pale maeneo ya Msamvu, Morogoro, dhidi ya Magambo Christopher. Tukatazame namna ambavyo ilivyokuwa, na kwa mara ya kwanza tokamfamu Karim Mandonga jambu inausu pia kuumiza kumumiza mpinzani pata kla muda wote akiingia apige combination. Inawezekana ngumi za Magambo ni nzito, aka nimeona kamkusa kidogo na tayari Mandonga katikisika. Naam, naam, inawezekana kwa sababu ni ngumi moja ambayo haikuonekana kama ni ngumi nzito sana, lakini namna ambavyo

ambiona usipenda kuumiza mpinzani. Pataka tumeza muda wote akiingia apige combination. Inawezekana ngumi za Magambo ni nzito maana nimeona kama mgusa kidogo na tayari. Sasa hii ndiyo fight ambayo kwa mara ya kwanza Karim Mandonga mtu kazi anacheza kwenye event zetu za Vitasa. Na ilikuwa ni dhidi ya Magambo Christopher. Na kama unavyoona hapo ulikutana na ilikuwa ni left hook. Alikuwa ameslip kuingia ndani ili rudi anarudi nje akiwa yuko yuko wazi. Kwenye principle za aku, kujilinda kwenye boxing m. Mm. Ukiwa unaslip kama hivyo, una slip kuingia ndani. Ukiwa unarudi lazima huu mkono uwe hapa, kwa ajili ya ku block ngumi yote ambayo itakuja huko. Mandonga ame-slip, mikono yote iko chini. Yaani ka-slip ndani, ambapo ni sawa na alipisha ile ngumi vizuri. Alipokuwa anarudi ilikuwa lazima huu mkono ukae hapa. Ukae yeah, ili ku-block, yaani unai-block ula, ngumi ambayo inakuja huko. Ila iko yuko, yuko wazi akakutana na left hook moja kwenye jaw line hapa kwenye taya miongoni mwa maeneo hatari kwenye mwili wa binadamu. Kashuka chini, hakunyanyuka tena. Hiyo unaona, alislip vizuri sana sana sana. Hiyo uh, ah baada yes, hi. Hapo tuona hapo, eh, alipigwa ngumi kwa ni right nadhani. Hiyo right, mbona tuione hapo, kuna right ya nzuri. Alipigwa akaslip kwenda ndani vyema kabisa, ili yes hiyo alipigwa, ah, hi, right hi, hi, kwenda tukaenda vizuri vizuri sana, perfect yani ame slip vizuri, kapisha ngumi vizuri sana wakati anarudi anarudi nje, principal yani kwenye kwa mujibu wa principal, kwa tunafundishwa ukiwa una una unarudi hivi nje, ukiwa umetoka kustipo ndani, lazima au mkono wewe hapa, una au unavyorudi, lazima mkono wewe hapa, ili ku block ngumi yote yanayokuja hapa, ile counter ambayo inakuja sasa. Jamaa kapigwa kapigwa right, kaenda ndani vizuri, amerudi amerudi akiwa off guard, alikuwa yuko wazi, kwa hiyo ilikuwa ni mistake ambayo Yaani ni, ni, ni, ni, ni kosa ambalo huwa unatarajia kuona akifanya bondia ambaye ndio wanaanza kujifunza ngumi yes, lakini kwenye level kama hii hautarajii kuona bondia nafa wako basi. Na bondia wanaamini wana, wana uwezo wao kuona wengi sana huwa wengi u wanaamini macho yao na zile movement zao za sehemu ya juu ya mwili wao lakini kwa mujibu wa kanuni huwa hairuhusiwi sehemu. Kwenye football kuna baadhi ya makosa mtu anafanya, yani principles zinakataza, lakini mtu anaamini ability yake iko anafanya, lakini principles zinakataza mm. So kwenye hiki ambacho Mandonga alifanya hapa, alipisha mara ngumi ya kwanza vyema, ile ya pili kapisha, afanya mistake ambayo sio miongoni mwa makosa ambayo anatarajia kuona bondia akifanya mara kwenye ringi, akakutana na, na left hook kali sana ameshuka chini na kunyanyuka. Hii nakumbuka kuantofaiti ya kwanza, Mandonga anacheza kwa mara ya kwanza kwenye eh, usiku wa Vitasa na ikampeleka ikampeleka mjini of course.